Niombe mketi. Bwana Yesu asifiwe. Somo la mahubiri linatoka Zaburi ya 139 mstari wa kwanza hadi ule wa kumi na nane. Zaburi ya 139 mstari wa kwanza, hadi ule wa kumi na nane. Wapendwa wa Mungu, ibada ya leo ni siku ya maombi ya dunia inayoratibiwa na akinamama na kuongoza ibada kama mnavyotuona. Tuangalie kwa ufupi, maombi ni nini? Maombi hutafsiriwa kama mawasiliano kati yetu na Mungu wetu. Ni mawasiliano ni mazungumzo. Unapeleka hoja yako mbele za Mungu, unamkumbusha Mungu na Mungu anakusikia, anatenda sawasawa sawa na mapenzi yake. Ukisoma Isaya 43 mstari wa 26, anasema "Unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako Unapomkumbusha Mungu manake umemwomba mambo, lakini sasa unamkumbusha tena na tena, kwa sababu ya mkini ujapata kimwili, kwa mwili ujapokea. Kwa hiyo unamkumbusha, mnaojiana na yeye, anasema ni kupe haki yako. Ukisoma Zaburi ya kumi na tisa mstari wa kumi na nne mwimba zaburi Aliomba hivi, maneno ya kinywa changu na mawazo na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, E Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Bwana asifiwe. Tunatamani tunapoomba, angalia Daudi anasema maneno na mawazo yangu yapate kibali kwa hiyo tunamwomba Mungu atupe kibali, atupe nafasi ya kutusikiliza hata kama sisi ni wadhambi, lakini bado Mungu hajatuacha, anatamani kutusikiliza na kutuokoa kila wakati. Maombi yanaongeza uhusiano wa mtu na Mungu. Kwa hiyo kama hauombi matokeo yake mahusiano yako na Mungu yatakuwa yanalegea. Sasa tunatiana moyo na kukumbushana kwamba mahusiano, kwa sababu unazungumza na naye kujua na naye kufahamu. Leo tumeunganishwa na Mungu duniani kwa njia ya maombi. Kwa hiyo kumbe, maombi yanatuleta pamoja. Bwana Yesu asifiwe, maombi yanatuleta pamoja walioandaa ni kisiwa cha Cook lakini dunia nzima, tarehe saba, watu walikuwa wakisherekea wakiomba, wakijikumbusha namna ya kuomba. Wapendo wa Mungu, tutafakari ujumbe leo uliobeba shabaha inayosema kwamba nimekuumba kwa jinsi ya ajabu. Zaburi hiyo ya 139, kama nilivyowaambia Mstari wa kumi na nne, mwambie jirani yako umeumbwa kwa jinsi ya ajabu usikatai kumwambia jamani, mwambie tu. Je, ajabu hiyo unaiona? Unaiona kwamba inashangaza, ina manake inaleta utukufu kwa yule aliyetufanya nini, aliyetuumba Daudi alipojitazama mwandishi, na akachunguza namna alivyoumbwa, aliogopa sana na kuheshimu uweza na uwezo wa Mungu muumbaji. Je, sisi tukijitazama, tukajiona tulivyoumbwa kwa ustadi mkubwa, tukapendeza katika dunia hii tukamtumikia Mungu kwa vipawa vingi ambavyo ametupatia, je, tunarudi kusema asante Yesu, umetuumba kwa ustadi mkubwa? Daudi anashangaa, anaona alivyoumbika, anavyopendeza. Yaani dunia inapendeza kwa ajili yetu wanadamu, kwa namna Mungu alivyotuumba. Anapotutazama, Mungu anajua yote ya mtu anayoyafanya, anayoyafikiri, anakokwenda na anayoyasema. Naposoma Zaburi ya mia thelathini na tisa mstari wa kwanza na wa nne, yaani Mungu anatujua vema, hata kama tuna mambo tunaweza kuyaficha ndani yetu, yeye kwake tumefunuliwa, yaani tuko wazi. Kwa hiyo hata chochote unachofanya, hata unachofikiri sasa hivi anakijua. Kama unafikiri vyema, anaelewa, na kama unafikiri isivyo vyema, anaelewa. Ogopa huyo anayekujua zaidi kuliko kumwogopa jirani yako. Huyo ndiye wa kuheshimiwa, huyo ndiye wa kuogopwa huyo ndiye wa kutii. Na tukasema heshima na utukufu virudi kwa Yesu, ndiye Mungu wetu ambaye anatujua hata tukijidanganya. Mara nyingi nimekuwa nikiwaambia kwamba mtu anaweza akasema, nakupenda sana sana, yaani moyo wangu uko kwako, na mashaka, kwa sababu anatujua si mara nyingi marafiki marafiki ndio wanasalitiana? Sasa alikuambia ja anakupenda na akakusaliti. Kwa hiyo Mungu huyu anayetujua anatutaka tufanane naye, lakini na Ibilisi naye anatuvuta apate washiriki. Ashindwe kwa jina la Yesu. Mungu anajua yote Yaani, hata inayoyaongea sasa hivi anajua kwamba yanatoka ndani ya moyo wangu, kweli ama sio? Anajua. Mwandishi wa Zaburi hii ya mia moja thelathini na tisa anajiona wazi kabisa mbele za Mungu akasema, hata ufanye kitanda uvunguni, yeye anafanya nini? Anakuona. Sasa tunajificha nini? Mara nyingi tunayoyaficha, tunajificha wanadamu, lakini Mungu anatujua anatuelewa, anaelewa dakika hii unawaza nini? Mungu ametuumba kwa thamani kubwa. Mwambie jirani yako, wewe ni wa thamani. Tena Mungu anajua kwamba wewe ni wa thamani, na ndio maana aliingia Kalvari, hakafa kifo cha aibu, hakafufuka ili sisi wa thamani tuweze kuendelea kwa wathamani. Tusingekuwa wathamani, asingeenda msalabani, angeenda kufanya nini? Angeenda kufanya nini? Kwa hiyo kama kuna mtu amekukatia tamaa, akasema wewe au stahili, mwambie Mungu ameniandika katika kiganja cha mikono yake. Kila akisoma anaziona habari zangu kwamba nastahili. Kwayo ndiye Mungu. Mi nampenda sana Mungu na mpendeni Mungu, hautakuwa na stress, hautajihangaisha kwamba nini kinaendelea, kwa sababu Mungu anajua yote. Katika yote ndivyo ilivyo, hata kwetu tunalindwa, tunatunzwa na tunazingirwa na nguvu ya Mungu na uwepo wake auondoki kwetu. Tukumbuke kwamba kila mwanadamu ameumbwa katika hali iletayo woga na mshangao. Alimaanisha al, kwamba na mshangao, akasema hofu. Lakini hofu anayomaanisha kwenye tafsiri ni kicho, kuhusu uchangamano wa miili yetu, jinsi tulivyo. Yaani jinsi tulivyo, hebu mwangalie jirani yako, mwangalie jirani yako. Yani, yani, ukiwa haya. Lakini tumshukuru Mungu kwamba sisi wadui, Yesu alikwisha uondoa lakini ni tuangalie wanasayansi wa siku hizi. E, sayansi na yenyewe imekuwa kazi, wanajitahidi kuna akili kile Mungu anachofanya kwa kuunda watoto ndani ya chupa. Sunasoma kwenye mitandao kama halijafika litakuwepo, yaani ukiona limeanza kufukuta lipo, linakuja. Tunafanya nini? wamama tuna wakati mgumu. Wakati mwingine ukiongea na mabinti na watoto anakwambia, mimi si sihitaji kuolewa nahitaji kuzaa tu. Amjakutana nayo nyewe simnadili na watoto kambia, mimi nataka unajiuliza, anazaa na nani? Anasema nitakuwa nitalea mtoto wangu mwenyewe. Hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo, wamama tunapoendelea kumwomba Mungu na hiyo iwe ajenda Angalia watoto wetu wamekuwa malespian, wamekuwa mashoga. Manake tumeanza kubadili utaratibu wa Mungu, tukaingia utaratibu ambao ni wa kishetani. Yawezekana wewe unaweza kusema kwangu walipo, lakini kama liko kwa jirani na kwakwake, litafika kwa kwa tunachopaswa kufanya ni kila mtu kufanya jitihada yoyote kumwomba Mungu, lakini na kufundisha na watoto kuwaonyesha uumbaji wa Mungu ulivyo wa thamani, kwao. Tusipofanya hivyo kizazi kikiisha, tutakuwa na dunia nyingine. Sasa mvulana na mvulana msichana na msichana, tegemea kitu gani kitatokea? Kwa hiyo Mungu atusaidie, tunapoandaa maombi yetu tunapofanya Uh, semina zetu, hebu tujaribu kupenyeza kwa vijana wetu kujipenda jinsi walivyo, kujikubali, kujikubali. Alafu na sisi tuwashuhudie watoto, si unaona mimi nilikuzaa? Si unaona mimi nilikulea? Tuwape ushuhuda, si unaona mimi naishi na baba yako? Wape ushuhuda, ili waelewe kwamba ha, kumbe na mimi nahitaji, na mimi ni mmoja wa kuongezea kizazi Tusinyamaze wazazi. Zamani walitulea kwa mafumbo, lakini leo huwezi kumlea mtoto kwa mafumbo. Zamani walikuwa wanasema usi, alikwambia usigusane, usigusane na nani na mwanaume, si ndio? Kwa hiyo mnapokaa kweli kuna distance, lakini zamani pia walikuwa wanamaanisha kitu kingine. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu wanafundishwa mashuleni, tunahitaji kuwaeleza kwa wazi tena kaa nao waambie wakueleze, wao wanajua zaidi wanapokutana huko, wanapokuwa mashuleni. Leo sayansi imekuwa kabisa, wao wanafahamu, lakini sisi hatuwezi kujua, tunafikiri ni wadogo. Watu wanaofundisha Sunday school wanajua watoto, ukiwauliza maswali wanafahamu kwa sababu wanafundishwa. Kwa hiyo, wazazi, tunapokwenda kuomba wamama na kuwa na malengo ya kuhudumia hata watoto, tuwaweke kuzungumza nao, watoto wadogo hawa wa Sunday school, tupate nafasi mwenye kiti kwamba leo tuzungumze na watoto, wakae na wamama wachache wachache, wazungumze na watoto, wawasikilize hadithi zao walizonazo, ili tuweze kuweka kitu kwao kipya. Pia yapo mafundisho yanayoanza kukosoa uumbaji wa Mungu na mawazo yanayovunja imani kuhusu mwanzo wa mwanadamu. Tumeanza kukosoa uumbaji wa Mungu kwa namna nyingi. Tunafahamu sisi, tunasoma kwenye mitandao, lakini pia nyinyi ni wataalamu pia, mnaelewa dunia inavyobadilika. Mtoto anaweza kusema mi nataka kuwa hivi, mi nataka kuwa vile lakini niombe, wa mama, tujikubali jinsi tulivyo, wa baba, tujikubali jinsi tulivyo, tujikubali, tujithamini. Mtu akikwambia wewe ni mbaya, una sura kama ya Restituta, mwambie ni mfano wa Mungu. sasa wewe <laughs> so, Nakuambia, wewe, wewe, wewe ni mweusi si tu. Mungu amesema ninyi nimewaumba kwa mfano wangu, hakikutazama tu, Yesu anaonekana. Kwa hiyo tuanze kuweka hiyo roho kwa watoto kwamba Mungu amekuumba kwa mfano wako kwa mfano wake, na kama ameumba kwa mfano wako wa Mungu, kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka kwake kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka ameweka vipawa ameweka ameweka kila kitu, ameweka udaktari humo ndani ya watoto wetu. Kwa hiyo ni vizuri kuwajengea uwezo kujikubali, wasichana kujikubali, wakaka vijana kujikubali kwamba mimi ni kijana, na wababa kupata nafasi pia ya kuzungumza na wababa, watoto wa kiume, lakini pia wamama kuzungumza na watoto wa kiume na wababa kuzungumza na watoto wa kike, ni vizuri mwambia unaniona mimi ni baba, ninatunza familia moja ya mbili tatu. Mjengee uwezo kutokea kwenye familia. Watu wengine hawawezi kujenga uwezo zaidi ya familia. Familia ni kiwanda kinachotengeneza mtoto kutokea jinsi alivyo. Hata kama una kazi nyingi zimekubana, ndugu yangu, mwisho wa siku mtoto akipotea, hizo kazi hazitakuwa na maana. Kwa hiyo tenga muda uzungumze na watoto. Tunaposema kuomba, lazima tuwajengee uwezo, wajithamini, wajitambue, waji, wajielewe kwamba wao ni wakina nani na wakifika muda fulani waweze kuwa watu fulani. Mnahitaji warifi, mnapokuwa mnafanya kazi, tunahitaji sasa. Tusipowatengeneza mara zote, tutabaki kuraumu sayansi, tutabaki kuraumu dunia, tutabaki kuraumu utandawazi. Tukiuraumu utandawazi, wenyewe ndo unaingia kwa kasi. Kwa hiyo tufanye kazi hiyo, wa mama na wa baba, tushirikiane kuona Mungu tunaendeleza kizazi cha ambacho kinajielewa na kinajitambua na kinathamini uumbaji. Lakini tuangalie mwanamke kwa ufupi sana vitu vichache, yule mama mwombaji. Anayeomba kwa nia ya dhati mbele za Mungu, Anaweza kubadili mambo makubwa sana kupitia maombi, anayeomba lakini kwa dhati, kwa nia, kwenda akidhamiria. Lakini bado hata baba anayeomba kwa nia, kwa dhati, kwamba ninaenda, unaweza kubadilika, kubadilisha kile ambacho kilionekana hakiwezekani, kikawezekana. Kwa anasema hakuna jambo gumu linalomshinda nani? Mungu. Kwa hiyo mama, tunakuomba uombe kwa dhati. Tunajifunza kwa wamama wengi walioomba, akina Abigaili, akina Esta, akina Ana walibaki madhabauni wakimwomba Mungu. Lakini wamama na sifa zao, wamama ni wanyenyekevu sana, wana hekima na busara, si ndio baba? Pige makofi. Alafu tunafurahiaga wamama. Wamama tukiitana kwanza wakati mwingine hatujuani. Lakini tukiitana kwamba tuna jambo letu wote tume tunakimbia wala si saa hatunaga shida lakini kusanya wababa. Eh. Kimuuliza mzee mwambona atakwambia vizuri. Nikipawa, Mungu, kwa hiyo hicho ni kipawa ya yawezekana Mungu amekiweka kwa wamama. Amekiweka kwa wamama ili tuweze kuweka nguvu kwa wababa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke anajitoa sana, anajitolea kwa Mungu, anakuja kanisani, anasema ninaenda kufagia naenda kupamba kanisa ninaenda wakati huo. Unafanya mama huo, unaomba yaani, mtakapokuwa mnafagia huko kanisani, mnadeki, unamwambia Mungu, hii kazi ya mikono yetu, kumbuka kumbuka kumbuka uzao, kumbuka kumbuka, Mungu, kumbuka mengi, kumbuka ambayo unahitaji kutufanyia, kumbuka familia zetu, kumbuka, ombea na jirani yako, kumbuka jirani yangu ambayo haendi kanisani, Mungu ukamlete kanisani. Kwa hiyo mtakapokuja kufanya kazi kanisani, muombe, yaani huku una deki unaomba, namwambia Mungu, naona kazi unayofanya Mungu ninatengeneza madhabahuni kwako. Watu wanapokuja akili yao iwe njema, wakujue wewe. Ndiyo kazi ya mama, lazima Mungu tumlilie. Akina Ana walikaa madhabahuni, wanaomba wanaomba wanaomba, na Mungu aliweza kujibu maombi yao. Mwanamke ni muombaji, lazima awe na imani ya ndani. Kwa kweli, Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa kumi Awe na imani. Usiombe leo kesho unategemea kupokea alafu imani yako ikaharibika. Omba kwa imani. Kuomba ni safari ndefu, lini utajibiwa ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo ombeni, usikatae kuomba wee, omba. Mungu atafanya kwa wakati wake, omba. Kuomba kuna faida. Kwanza tuna mahusiano na Mungu tunapoomba. Maombi yana nguvu, yanaweza kubadili hata hayo mambo tunayoyasema. Maombi yana nguvu. Kwa hiyo mama, inabidi tuombe na kanisa tuombe, kwa sababu Mungu kazi yake kubwa aliomba. Kazi kubwa Mungu aliyoifanya aliomba. Mungu anatujua, Mungu anatupenda, Mungu anatuthamini na sisi tuwathamini watu wengine. Tunapoendelea kumtumikia Mungu kwa namna ambavyo Mungu ametuita na kutuchagua, basi tuendelee kuona utukufu wake tunapomtumikia kwa furaha na amani. Mungu azidi kubariki kazi zetu na familia zetu. Amina. Amen. Tushukuru. Asante Bwana Yesu kwa neno lako lilopita katikati yetu. Mungu wewe uliye roho nitafakarishe vizuri katikati ya watu wako waweze kukuelewa nini ulikuwa unazungumza. Asante Mungu kwa sababu ni mwema na ni mwaminifu. Utaendelea kutubariki na sisi tutaendelea kutumikia hadi mwisho wa maisha yetu. Amen. Mungu awabariki.